Na mchungaji namchungaji uh, Bamba ninakushukuru sana kwa kunipatia nafasi hii ya leo tena kufundisha kuhusu lishe kwa marika yetu yote. Ninashukuru wote waliochukua nafasi ya kutenga muda wao na kujifunza. Wengine hata wamepita kabisa katika kipindi ambacho wangeweza kupata watoto, lakini bado wako pamoja nasi ni kwa sababu wanajua kwamba elimu hii wakiwa nayo wanaweza ku-, ni, ni, ni hazina inaweza ikatumika kwa watu wengine. Karibuni sana. Sasa leo tunataka kujifunza kuhusu lifestyle, mtindo wa maisha ufaao mama mjamzito. Uh, kumbuka kwamba jana tulizungumza kuhusu um, lishe ifaayo kijana, ifaayo mbinti, na tukasema ni binti ambaye tayari amefikia kipindi cha kuolewa na kijana amefika kipindi cha kuoa, na wakati wameshaoana. Kwa hiyo sasa tunaingia kwenye ujauzito. Ujauzito ni hali toka kipindi yai linarutubishwa na mbegu hadi kujifungua. Hicho ndicho kipindi cha ujauzito, ni kipindi ambacho yai lililorutubishwa linakuwa ndani ya nyumba ya uzazi. um, afya ya mtoto itategemea lishe ya mama kabla na wakati wa ujauzito. Kwa hiyo ndio maana jana tulichukua muda kuzungumza juu ya huyu binti ili aweze kujua kwamba anapaswa kula nini kipindi hajaolewa, anapaswa kula nini kipindi hajapata ujauzito kwa sababu afya ya mtoto itategemea lishe ya mama kabla, kabla ya ujauzito. Kwa hiyo ina maana binti huyu anatakiwa kuwa siku zote anakula akijijua kwamba yeye ni malkia, yeye ndiye hifadhi ya chakula ya mtoto atakayekuja, na chakula anachokula sasa hivi kitachangia katika afya yake na afya ya mtoto wake atakapokuja. Kwa hiyo afya ya mtoto itategemea lishe ya mama kabla na wakati wa ujauzito, lakini pia mtindo wa maisha wa mama kabla ya ujauzito na chaguzi za mama zote zitachangia katika Uh, hiyo afya ya mtoto wake. Okay? Sasa kuna takwimu fulani ambazo zinasumbua kidogo na hizo takwimu nitapenda kuzitoa maana tunazungumzia habari ya uh, mama kipindi cha ujauzito huu kwamba awe na lifestyle ya namna gani. Sasa kuna takwimu fulani ambazo zinasumbua kidogo ambazo zinamhusu huyu binti sana. Sasa, sio baba, ni binti kwa sababu ni kipindi cha ujauzito. Kuna mikoa ambayo imebarikiwa sana na vyakula, lakini mikoa hii inaongoza kwa kuwa na matatizo kwa kina mama wajawazito. Mkoa wa Iringa, Njombe, Ruvuma, Rukwa, Geita, wao asilimia 35.6 mpaka asilimia 56.9 ya kina mama hawa wajawazito wana ujauzito wenye matatizo, kwa sababu mabinti hawakufundishwa au hawakula vizuri kabla hawajapata ujauzito. Mkoa wa Kagera, Tabora, Katavi, Simiu, Manyara, asilimia 32 mpaka 34.3 za akina mama wajawazito wana ujauzito wenye matatizo kwa sababu ma mabinti hawa hawakula vizuri kabla hawajapata ujauzito na wakati wa ujauzito. Asilimia mkoa wa Songwe, Mbeya, Dodoma, Morogoro, Arusha wao wanacheza kwenye asilimia 30.6 mpaka asilimia 31.9 ya kina mama hawa ambao wana ujauzito wana ujauzito wenye matatizo kwa sababu hawakula wakiwa mabinti. Takwimu hizi hazijaacha Mwanza, Kigoma, Shinyanga, Singida, Tanga asilimia 27.9 mpaka 24.1 ya kina mama hawa waja wazito ujauzito wenye matatizo kwa sababu tu hawakula vizuri kabla ya wao kupata ujauzito na kipindi cha ujauzito. mara Kilimanjaro, Dar es Salaam, Lindi kwani Lindi uh, na Mtwara asilimia ishirini na tatu mpaka asilimia kumi na nane Sasa usipokula vizuri kabla ya kujapata ujauzito wewe binti, usipohakikisha kwamba umesimamiwa vizuri ukala kipindi cha ujauzito, utapata mapungufu ya lishe mapungufu ya lishe yatakuletea matatizo makubwa manne tat, tu. Pungufu la kwanza tunaliita stunting, ina maana unadumaa, hukui ni unakuwa ni mfupi kuliko umri wako, mtoto anadumaa, hakui. Tatizo la pili utakuwa ni kwamba unanyo, unakuwa mnyong'onyevu. Ah, inaitwa wasting, unakuwa mnyong'onyevu, unakuwa na kauzito kadogo kuliko urefu. La kwanza ni urefu mdogo kuliko kimo chako, ya pili ni uzito mdogo kuliko urefu wako. Kingine unakuwa underweight. Mtoto ambaye anahesabika kuwa ni underweight, ni kwamba yeye ana mapungufu, alipata mapungufu haya, na kwa hiyo kana ka uzito kadogo kabisa ambako pia uh, mtoto hakui na low birth weight, ina maana mtoto anazaliwa akiwa chini ya kilo mbili. Sasa haya yote ni matatizo ya yanayowapata watoto kwa sababu akina mama hawajala vizuri kabla ya kupata ujauzito na kipindi hiki cha ujauzito. Sasa kuna vitu fulani vinavyosababisha mama ashindwe kula vizuri kabla ya ujauzito na wakati wa ujauzito. Mmoja, unamkuta labda hafahamu hafahamu kwamba kiukweli kila kitu anachokula kinachangia katika yale mayai au ila kule kupevuka au ule makuzi ya mtoto. Na ukimkuta kama wazazi wanafanya kazi na hawata hawana muda mzuri wa kujilisha, inabidi labda wale vile vyakula ambavyo ndivyo vimewekwa kule, ile inaleta shida. Wakati mwingine unakuta kuna idadi ya watoto wengi katika familia wakati mwingine unakuta mtu anazaa watoto haraka haraka kwa sababu labda anataka mtoto wa kiume. Wakati mwingine mtu anashindwa kuweka interval vizuri kati ya mtoto na mtoto eh. Kuna visababishi vingine, unamkuta kwamba mtu anapata maradhi, mama labda anaumwa kipindi cha ujauzito, au unakuta uh, mtoto amezaliwa akapata maradhi. Wakati mwingine unakuta tu elimu hana, kwa hiyo mtu anachukulia poa. Wakati mwingine umaskini, na hii imekuwa ni chache zaidi kuliko kwa wingi wake, na wakati mwingine unakuta uh, health education inakuwa haipo, au kuna wale wanaokaa vijijini kabisa kwamba hospitali iko mbali, kwa hiyo hapati huduma. Sasa kuna matatizo mengine yanakuwa tu ni kwa sababu ya mapungufu katika vitamini na madini. Ngoja nikuambie ni kitu gani ambacho unaweza ukakipata, uh, mapungufu gani utayapata kama utakosa vitamini na madini, kwa mfano ukikosa tu vitamini A unakula kila kitu, lakini huli mboga za majani, huli karoti, huli maboga, huli nyanya, huli hoho, huli viazi lishe, huli maembe, huli mboga zenye njano au orange, utakosa vitamini A. Ukikosa vitamini A, ina maana kwamba mtoto atapata athari kwenye afya ya macho. Wewe ule, wewe mtoto apate Aa, Usipokula wewe, mtoto hapati kwa hiyo uwezo wa kuona usiku mtoto atashindwa. Mtoto atapata matatizo kwenye skeleton. Mtoto atakuwa njiti. Mtoto atakuwa na mapungufu ya kinga. Mtoto atapata magonjwa, lakini wakati mwingine mtoto atapata kifo kwa sababu tu mama hakula vizuri akapata vitamin A. Kwa mfano, mama amekula vizuri, lakini amekula vyakula ambavyo havina madini ya chuma, ina maana kwamba yeye au mtoto watapata matatizo ya anemia, watakuwa hawana damu ya kutosha. Mtoto atazaliwa akiwa na uzito mdogo. Tatizo la madini ya chuma ni tatizo kubwa. Watoto wengi ukienda hata kwenye hospitali zetu za hapa Dar es Salaam utasikitika ukiona kwamba watoto wanazaliwa wakiwa na uzito mdogo, mtoto anazaliwa kabla ya muda wake. Mtoto aa, wakati mwingine hakui tumboni, kwa hiyo mwishoni unamkuta ule ujauzito unatoka wakati mwingine ubongo wa mtoto uh, unashindwa kukua vizuri tena akiwa tumboni, alafu mwishoni mimba inajitambua, intelijensia inayoangalia mfumo wa uzazi inagundua kwamba hapa kuna shida. Kwa hiyo unakuta kinakubali kile kitoto kinatoka, na ni kwa sababu mtu hajapata madini ya chuma. Utakuta mama anatakuwa na tatizo la kuugua mara kwa mara kwa sababu anakula vyakula lakini havina madini ya chuma. Halafu wakati mwingine mama mwenyewe anashindwa kupumua vizuri, ni kwa sababu tu amekosa ame, madini ya chuma. Mama anazimia, mama anakuwa mchovu, moyo unakwenda mbio, mama anashindwa kulala, ni kwa sababu ni mja mzito, lakini hajala vyakula vya madini ya chuma kabla hajapepa pata ujauzito na kipindi hiki cha yeye kupata ujauzito una, wakati mwingine unakuta kifo kwa mama au mtoto aliyoko tumboni. Sasa vyakula hivi ambavyo vina madini ya chuma, mbona ni vingi, ni vingi sana, ambapo vingetakiwa kwamba kati ya mapungufu tunayopata tusingetakiwa kupata tatizo hilo la madini ya chuma. Jamii za kunde zote, ukisema maharage, njegere, choroko, njugumawe, zote ziko na madini ya chuma, vyakula vya nyama mboga mboga zote, unapoangalia mboga zote, ukifikiria mpaka mashona nguo, ukifikiria mchunga mnavu, ukifikiria michicha yote imejaa. Lakini mabinti zetu, kwani mnakunywa mnakula mboga nyie kweli ha? Unajua, kipindi cha ujauzito ndipo hata ungechukua mashona nguo au ukachukua matembele ukachemsha tu ukalila hivyo hivyo, kabla hata halijaiva vizuri Yaani kipindi hicho hutakiwi kujifikiria wewe na ladha mdomoni, hapana. Matunda ya kila aina ya yako na madini ya chuma na mbegu za matunda. Sasa mbegu za matunda zilivyosheheni madini ya chuma, kama mbegu za parachichi zilivyosheheni madini ya chuma, lakini kwani tunazila? Sasa mbegu za parachichi ingetakiwa wakati unatengeneza unazisaga, unaanika ndani, unakwenda kusaga na unga wa lishe, lakini kwani tunazila? na zile zimejaza tele madini ya chuma, unaongeza kwa wepesi. Kwao mabinti, unatakiwa mfahamu kwamba nyie ni kiwanda, nyie ndio, ndio ghala ambalo kwalo mtoto anapata hiyo lishe anayotaka. Kwa hiyo kama ghala halina shehena ya madini haya ya chuma tayari, hujue kwamba mama na mtoto watapata athari. Mapungufu mengine ambayo kama mama atakula vyakula ambavyo havina madini haya ya iodine ya, hujue kabisa kwamba yatamwathiri mama lakini na mtoto. Kwa nini madini ya iodine? Madini haya yatamdumaza makuzi ya mtoto tumboni, lakini yataathiri seli za ubongo kudumaa. Hakuna kitu kizuri kama kuambiwa umezaa mtoto ambaye yuko mkamilifu, mzuri wa sura, mzuri wa maungo, amekamilika vizuri. Hakuna kitu kitabu kama hicho na mara nyingi utakuta, yani yani, ni ombi la ukoo kwamba jamani, maana Mungu pia alitoahidi kwamba mkifuata haya maelekezo, hakutakuwa kuna vilema hakutakuwa kuna eh, hawa watu wenye mapungufu. Kwa maana hiyo ni kwamba tukifuata mashughulizo ya Mungu ambayo yako katika maelezo yake ya chakula Tazama, ninawapa kila mche utoao mbegu, Mwanzo moja ishirini na tisa. Mbegu ni pamoja na mbegu za matunda, mbegu ni pamoja na jamii ya kunde, mbegu nafaka nzima, mbegu. Yani, unapozizingatia hizo mbegu, ina maana unafuata maelekezo ya Mungu. Mungu anasema hautakuwa na shida ya madumavu, mtoto hawezi kudumaa akiwa tumboni. Mungu ametupatia matunda, Mungu ametupatia mboga za kila aina, twapaswa kula kama vile watiifu kwa Mwenyezi Mungu lakini kuna kitu kingine, mtoto kumbukumbu kumbu za mtoto eti zinakosekana zinako, mtoto akikosa madini ya ayodini, mtoto anaweza pia fia tumboni. Akikosa tu madini ya ayodini, unawezekana ukawa ni mchovu mama, unawezekana ukapata matatizo ya goita, au mtoto akayapata anapozaliwa, unapata udhaifu, na wakati mwingine unasikia unasi, unasi baridi, kuna joto lakini wewe unajikunyata na sasa kumbe, ni nini vyakula ambavyo mtu angeweza kula? Upate kayai ka kienyeji, eh, wakati mwingine upate hiyo yogat, upate samaki wa baharini, uweze ukapata. Kama sasa hivi kuna mwani umejaa kila mahali, lakini kuna chumvi ambayo iko iodized. Ina maana unapoangalia ile chumvi yako unatakiwa kuangalia kwamba je, hii ina iodine? Kwa hiyo, hiyo inasaidia sana. Kuna tatizo lingine la mapungufu ya folic acid. Hii ni B9 sasa ukiwa na mapungufu ya hizi B, ngoja nikwambie dada, ngoja nikwambie rafiki ambaye bado wewe huja bado unapata watoto, lishe kipindi cha wewe unapokuwa mja mzito ni muhimu sana uhakikishe kwamba kuna folic acid, maana hicho kitu tunachokiita central nervous system, ubongo na uti wa mgongo, kinaitegemea hii folic acid. Yaani wakati ukiangalia vizuri pale kwenye skana au kwenye kitu fulani unaona ni kama kitubu fulani hivi ambacho hicho kitubu ndicho ubongo utakapotoka na uti wa mgongo. Sasa ukiwa huna folic acid hicho kitubu hakiwezi kuwepo, kwa maana hiyo ni kwamba kama wewe huna folic acid utazaa mtoto mlemavu. Sasa si unaona bado hicho ni chakula, lakini mwishoni unapata kifo. kwa kuna mimba nyingi zinazotoka mama tu akikosa folic acid, kwa sababu tayari kile kiumbe kinaumwaumbwa hivi hivi lakini hakina ubongo hakina uti wa mgongo tayari, intelligence ya, ya ya mfumo wa uzazi inagundua kwamba hapa hakuna mtu, inashusha hiyo kitu, inatoka. Kwa hiyo unajikuta kwamba una ujauzito ambao umetoka. Na sasa ni kitu gani ambacho mtu anaweza akala? Ngoja nikwambie, eti mboga tu. Mabinti zetu, kuleni mboga mboga zenye kijani. Usiipike ikabadilisha rangi, iweke kwenye moto kana kwamba gesi imeisha ulipobandika kwenye moto Geuza katia katia, kila kitu huko ndani. Acha kuunga sana kitunguu eti mpaka kibadilike rangi, alafu uweke siu nyanya mpaka irojeke, alafu ndo uweke mboga mpaka ibadilishe. Hapana, weka katia katia, kila kitu huko ndani, geuza mara moja, wa wa wa toa, ili ule mboga kwa rangi yake, isibadilishe rangi. Sasa mboga zenye kijani kilichokolea, spinach, masparagas, mnavu. Eh, unapotumia haya mabrokoli, ukitumia haya mashonanguo, hakuna kitu lulu tumepewa duniani kama mashonanguo. Nitarudia tena na tena, mnavu, matembele haya yote yana folic acid. Matunda majamii ya chungwa, maparachichi na mbegu za matunda ya zote zimejaa hizo. Sasa kuna kitu kingine tena ambacho hicho kikipunguza kikipungua kwa kweli ni mtihani, ni mapungufu katika vitamin B12, yani ukila mama mja mzito unatakiwa ule kwa sababu maalum. Ule kwa sababu unataka chakula kikafanye kitu kikashughulike na uumbaji ule, yaani Mungu tayari ameshakubali kitu kimeumbwa ndani mwako. Sasa nenda kakarabati uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Ukila chakula chenye vitamin B12 utapata, uh, utapata damu ya kutosha, lakini mimba yako itakuwa, mtoto atazaliwa na uzito unaostahili. Ukila vitu ambavyo havina vitamini B12 utapata anemia wewe na mtoto, utapata mimba isiyokuwa, mtoto atazaliwa na uzito mdogo. Mama unaweza ukapata matatizo kwamba mimba zinatoka mara kwa mara, lakini unapata shida kwenye central nervous system, ubongo na uti wa mgongo. Na kumbe tu ungeweza tu kupata yai la kienyeji ukapata na maziwa ukapata na samaki au ukapata supplements. tayari ungekuwa tayari umeshapata hiyo ha? kuna kitu kingine ambacho ni mapungufu ya vitamin B. Mapungufu ya vitamin B's hizi, ni B gani? B1 B2 B3, hizi zote eh, ukiwa na mapungufu hayo, ni kwamba tayari seli za ubongo na nerves hazikui. Kwa hiyo peripheral nervous system, central nervous system haikui, mfumo wako wa umeme wa mwili wako haukui. Yani huu ni mfumo wa umeme. Kila seli ya mwili wako ni lazima iwe na umeme na ukiwa hauna umeme ndani mwako, ina maana seli zingine zote hazitafanya kazi, lakini pia utapata anemia. Na seli zikishindwa kupata chakula chake, ina maana kwamba tayari utapata matatizo mengi, pamoja na hizo skin rashes. Utapata magonjwa ya ngozi, mtoto atapata magonjwa ya ngozi, utapata mipasuko ya pua, mdomo sungura, na lips zitakuwa na shida, mimba zitatoka mara kwa mara wakati mwingine utapata wa mtoto atapata uzito mdogo wa mtoto wakati wa kuzaliwa, na kumbe vyakula hivi ni nafaka. Mungu akasema, tazama ninawapa kila mchoto wao mbegu, na Mungu hajatupatia hata na mashine ya kusaga. Wapendwa jamani, mimi hiki kitu sio niwaambieje, vipi? Kuna kachakula tunako kapenda, ni ka mbegu tuna kapenda kweli chakula, lakini sio chakula cha mama mjamzito sio chakula cha mbinti ambao kesho atapata mtoto yaani, mbinti yoyote anayetegemewa kwamba kesho atapata mtoto, wali sio sehemu yake, sembe? Hapana jamani, mandazi na chapati sio chakula cha mbinti, sio sawa kwake akiwa mja mzito, sio sawa kwake akiwa kabla, yaani chakula chochote kilichokobolewa spageti, hapana wapendwa Yaani wewe ukitaka kula chakula kama Mungu alivyotupatia hivi vyakula vinatuathiri na unajua, huwezi kunielewa. Ngoja nikwambie, huwezi kunielewa. Ngoja nikwambie, huwezi kunielewa lakini. Leo baada ya somo hili, nakuomba tu uende hospitali, nenda kwenye wodi ya wazazi, nenda kaangalie vitoto vinavyozaliwa, vinjiti, vinjiti, vinjiti, ambapo baada ya kujifungua unakaa hospitali miezi sita unangojea kitoto kikue. Angalia vitoto vilivyoko kwenye chupa, ngoja nikwambie, angalia kwa idadi yake, huwezi kunielewa. Angalia kwa idadi yake uone walivyo wengi. Nenda kwenye wodi ya kina mama, nenda tu, huwezi kunielewa, kaangalia watoto wanaozaliwa kabla ya umri. Nenda kaulize hata kaulize tu swali moja, kaangalia watu ambao wanapelekwa pale, dakika mbili mimba zinatoka. Unajua, kuna watu wameshika mimba zaidi ya nane hazikui, na wao wanaamini kabisa wamerogwa. Wapendwa, hawajarogwa, lakini hawajala vizuri kabla hawajapata ujauzito na kipindi cha ujauzito. Yani vichipsi vya kulambalamba hivi na na ndimu, sio chakula chako, binti yangu, sicho. Wapendwa, nafaka nzima ndicho chakula Mungu alichotupatia. Ukiwa kabla ujapata ujauzito, kula nafaka nzima. Ukiwa sasa wewe ndio mjamzito, ndio familia kabisa, nafaka nzima kula, jamii ya karanga kula, jamii ya kunde ukisema. Jamii ya karanga, jamii ya karanga tunaita jamii, ukumbuke kuna ufuta, ukumbuke kuna alizeti, jamii ya karanga na nazi imo, zitafune, sio kupikia, zitafune ili uzipate zikiwa mbichi zake, kula makweme mpenzi, kula makweme, kula makweme. Eh, lakini kuna mbegu za maboga ambazo ni nzuri sana, tumia hizo, tumia hivi vya kwetu vya ndani. Ukiwa na mkono ambao unaweza ukarefuka ukafika kwenye almond, na pecan, na shia, na flaxseed, haya yote yapo kwa ajili yetu, tuyatumieni. Jamii ya kunde, usipende tu njegere, njegere, maharage. Tumepewa fiwi, ni kitu kizuri ajabu. Eh, njugumawe, kunde, mbaazi Mwenyezi Mungu ametupatia hizo, tunapaswa kuzila, sio kama mboga, tuzile kama Esau walivyokula chakula cha dengu, chakula cha mbaazi, chakula cha maharage, chakula cha njugumawe, chakula cha choroko. Tuleni kama Mungu alivyosema, ametupatia kama chakula, sio kula na. Lakini pia ukiweka kwenye makande, yakoleze. Ukiweka kwenye mahindi mabichi, koleza, yawe nyingi kwa hiyo unaweza ukatumia hiyo kula, mboga mboga za aina yote kula, usichague, matunda na mbegu za matunda, tumia samaki, vyakula hivi vyote vitakusaidia. Ngoja nikwambie, usikubali kuwa na mapungufu ya vitamin C, usikubali kabisa. Ukiwa na vyakula hivi utakuta havitakusaidia. Somo hili ni refu, hili somo ni refu, maana ma vitamin C eh, vyote viko kwenye matunda. Nitatamani kwamba nivunje kesho somo la kesho, ili niendelee vizuri na somo hili, kwa sababu ni nyeti mno na linatuhusu wote, ili tuweze kufanya kitu kinachofaa. Kwa hiyo maana, ukiwa na mapungufu katika vitamini E, kuna matatizo yake mengi mengi mengi mengi. Kwa hiyo ninaomba, kwa sababu ya huu muda, ni uheshimu muda wa somo, nitaendelea tena kesho kwenye ujauzito. Uh, vyakula na lifestyle ifaayo ujauzito, uh, ili huenda yumkini hilo somo la kesho kutwa tutalichanganya ili neema ya Mungu ikae pamoja nasi na mabinti zetu wasaidike na wale wote ambao wanaazimia kwamba siku moja watakuwa na ujauzito au ambao ni wajawazito sasa hivi waweze kujua kwamba ni chakula gani ambacho wanaweza wakala na kikawasaidia wao wenyewe na watoto wao. Sio sawa upate ujauzito utakaye na sio sawa upate ujauzito alafu mtoto azaliwa akiwa hana afya njema. Sio sawa upate ujauzito isiwe ni baraka. Sio sawa kwamba eti unalazwa kwa, kwa sababu umepata ujauzito sasa hivi. Utaangalia mtoto anapata ujauzito leo, leo, leo anaenda kutundikiwa damu. Sio sawa yani, sawa yake ni kwamba kiwanda cha damu kiko ndani mwako, basi wewe mwenyewe wapaswa kukishughulikia, yani kiwanda chako kiendelee kuzalisha uweze kuwa na damu ya kutosha. Wapendwa, Mungu anatupenda sana na ametupatia vitu vyote hivi kwa ajili yetu na manufaa yetu na manufaa ya watoto wetu na manufaa ya vizazi vyetu. Basi tuzingatie yale ambayo tunapaswa kuyafanya, tujue kwamba kuna namna ya kula vyakula vya marika yote, na tuzingatie hata na watu wazima kusaidia mabinti zetu, ili waweze kula kutokana na marika yao. Mungu na atubariki sana. Asante kwako Pastor Mabamba. Amen. Mungu akubariki sana Dokta, ninaamini uh, kila mmoja amebarikiwa kama ambavyo mimi binafsi nimebarikiwa. Wazazi mlioko hapa, hakikisha linki hizi mnazituma kwa watoto wenu ili waweze kujifunza na kujifunza na kujifunza, na kukaribisha Pasta Baraka Ogoso uweze kuhitimisha kwa ombi. Mungu akubariki sana daktari. Basi tuombe. Baba mtakatifu na Mungu wetu unayeishi mahala pa siri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya mama na dokta ep, ep, Kilonzo ambaye ametuletea somo hili katika mchana huu wa leo. Bwana, tunashukuru kwa sababu ametufundisha namna gani ambavyo tunaweza tukaandaa afya ya mama mjamzito kabla na hata kipindi kile ambacho mama anaendelea kuwa mjamzito. Naomba Bwana somo hili mbogamboga mboga nyingi na hayo mazao mengi, lakini tumeshindwa kuzitumia lakini tunaomba kila mmoja ambaye amesikia somo hili ukaweze kumpatia baraka na no ukafungua ya akili yake, ili tuweze kutumia sawasawa tulivyofundishwa. Bariki mama dokta ambaye ametufundisha, bariki Pasta Mabamba ambaye ametuunganisha katika platformu hii, bariki wapendwa wote wanaosikiliza masomo haya. Neema yako itutoshe, na utukufu wako pamoja nasi Jina la Yesu, amina. Hey, mem me, me. Mungu awabariki pamoja na familia zenu nyote. Karibuni tena kesho saa mm -hmm. saba na nusu tuendelee na mada mm -hmm. ayote ameisalia Mungu awabariki sana, muwe na wakati mzuri. mm -hmm.